Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuwa imefanikiwa kuzuia jaribio kubwa la mapinduzi dhidi ya kiongozi wake, Kapteni Ibrahim Traore. Jeshi limeeleza kuwa njama hiyo ilipangwa na wanajeshi wa sasa na waliostafu kwa kushirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi huku wakiungwa mkono kutoka nje ya nchi, hususani Ivory Coast. Waziri wa Usalama Mohamed Dusana amesema kupitia televisheni ya taifa kuwa mpango huo kulikuwa na lengo la kushambulia ikulu ya rais na kuiingiza nchi katika machafuko makubwa ili hatimaye iwe chini ya usimamizi wa taasisi za kimataifa. Amesema waliopanga jaribio hilo walilenga kuondoa uongozi halali kwa kutumia mbinu za kushawishi wanajeshi kupitia viongozi wa kidini na kimila sana. Amesema jaribio hilo lilitarajiwa kufanyika Aprili 16 ya mwaka 2025 kwa shambulio la wanajeshi waliovushwa na maadui wa taifa hilo. Ameongeza kuwa wapanga njama hao walikuwa wakituma taarifa za siri kwa magaidi ili kuongeza mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi na vilevile kuchochea maandamano na chuki dhidi ya serikali. Watu kadhaa wakiwemo maafisa wawili wa jeshi tayari wamekamatwa kwa kuhusishwa na njama hiyo. Viongozi waliotaja kuwa nyuma ya mpango huo wanaaminika kuwa ni maafisa wa zamani wa jeshi walioko uhamishoni wa nchini Ivory Coast. Hata hivyo, mamlaka za Ivory Coast hazijatoa kauli yoyote rasmi kuhusu tuhuma hizo. Burkina Faso imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya makundi ya kigaidi kwa miaka hivi karibuni, hali ambayo ilichangia kuangushwa kwa serikali iliyokuwepo kabla ya Traore kuchukua madaraka mwaka 2022. Takribani asilimia 40 ya nchi hiyo inadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi. Licha ya ahadi za serikali ya kijeshi kuboresha hali ya usalama na kushirikiana na Urusi, hali bado ni tete. Mwezi Novemba mwaka jana 2024, serikali pia ilizima jaribio lingine la mapinduzi dhidi ya utawala huo. Burkina Faso, Mali pamoja na Niger zimejiondoa katika jumuiya ya ECOWAS na kujenga ushirikiano mpya wa kijeshi unaoungwa mkono na Urusi. Mataifa hayo yamekatisha uhusiano wa kijeshi na Ufaransa yakichagua mwelekeo mpya wa kujitegemea katika masuala ya usalama